Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba me, namba 184. mchezo huu ulihairishwa Machi nane, umepangiwa tarehe kumi na tano klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndo msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla alikuwa manne. Katika haya manne Ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na kumi na tano kwenda kucheza mechi ya Kariakoo derby. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya. Halafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi, ni uongo. tumea matakwa manne, na matakwa haya yapo kwenye phase mbili, na barua yetu tuliowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu bunge inapigwa ili moja, ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu matakwa haya manne ni yapi, na matatu ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza na la kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi CEO wa bodi ya ligi. Kwanini, kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja, na kwa nini tumesema hili likitekelezwa, klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo na 184 kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa, na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa, kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendo.